Azam Complex hapa Chamazi, Dar es Salaam katika ligi ya Dar es Salaam, katika ligi ya NBC ya vijana chini ya miaka 20 kati ya KenGold dhidi ya Simba, miamba hii ikikaribishwa hapa, vijana hawa ambao ni taifa la kesho. Hichi ndicho kikosi chao ambacho kihakika kina mabadiliko mawili tu hii leo uh, ambapo uh, akikosekana, aki leo Ismail Nyuka hali kadhalika Juma Ponela wakijaribu kupashapasha na kikosi chao, ndio hicho hapo kina mabadiliko takriban saba Eh, mara baada ya kutoka sare dhidi ya Dodoma Jiji mabadiliko eh, ambao wachezaji ambao waliosalia ni Erasto eh, Alexander mlinda mlango eh, kule Mbeya ilikuwa ni mbili, mbili. Naam, asalamu alaikum popote pale mtazamaji, karibu sana katika ligi ya NBC vijana chini ya miaka ishirini, Sim Gold eh, Ken Gold dhidi ya Simba. Dimba ni Azam Complex, karibu sana tushuhudie dakika hizi 45. Mimi ni Juma Kinaanguka. E ni nafasi hii kwao, nafasi wanajichanganya kule nini, mamu asema nini, anasema ni bao! Yes, wanatangulia Ken Gold kama masiara masiara hivi anawaambia atulia, akiwatanguliza Hemed Kindamba, yule Joffrey Karoso aliingiza ndani ile. Hiyo hapo, wakachanganyana wenyewe kwa wenyewe, akaenda kumalizia tu kule Hemed Kindamba, ilikuwa kuna namna. Hiyo hapo walikwenda kuchanganyana wenyewe kwa wenyewe walinzi wale, ikampa nafasi avim kweli kweli. Hemedi Kindamba pasi murwa ya Geoffrey Crosso inakwenda kumaliziwa kwa kijana huyo Hemedi Kindamba, akiwatanguliza Ibrahim. Tambaliziwa tena nyingine ni, ni dhahiri ingizo ndani kule kini, ikafanya haraka sana yule amefanya haraka mpira ule popa mwatondoa katika wafungaji katika mchezo dhidi ya Azam aliingia kambani pia yeye, Popa Mwatondoa akiingia kambani pia, Darwesh Ahmed. Na kadi ya njano inatoka kwa Kindamba yule, e, mfungaji wa bao hiyo hapo namna ambavyo alikwenda kumng'ang'ania Ansaya. Haya, Athumani Idi anapenyeza pasi, pasi ya upendo kule nafasi kwa Simba, babatiza kule bado. Mwamuzi anasema nini? Anasema hakuna jambo. Nyaka vizuri kule, Jacob Lonje na analala kabisa. Ilikuwa ni nafasi ya adhimu ambayo wakitafuta kusukuma mashambulizi, amepigwa mpira mrefu kwenye onside, ndiyo mwamuzi ameiacha ile. Eh, kwa nyingine, nafasi hatari katika lango kule, hende kabila kikataliwa kule, changanya wenyewe kwa wenyewe Hey. Captain kapigwa kiko nafasi nyingine tena, nafasi kule, namna gani? mwamua sema nini? anasema chezeni, lakini akiita watu wa huduma ya kwanza yuko chini akiugulia Kindamba Hemed. Hiyo hapo, mwamua sema ni madhambi, tuliza uzuri kabisa Geoffrey Koroso nam dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika namna hii, ligi ya NBC ya vijana chini ya miaka 20 KenGold dhidi ya Simba ili mambo yawe mazuri. Haya nam, assalamu alaikum popote pale ulipo, karibu dakika 45 za lala salama. KenGold dhidi ya Simba, michuano hii ya vijana ya NBC chini ya miaka 20 Karibu sana, tushuhudie dakika hizi, itakuwaje? Bado kunami juma akinaanguka tukiendelea cheza uzuri kabisa huku, ni Yusufu Manyinyi, nafasi kwa kengo ni nafasi huku. Haya, anaingizwa vipasi, ndiyo nafasi, kata kule, bado ndosha kule, what a save ya Alexander Erasto! Ilikuwa ni shughuli nyingine, ilikuwa tuondoke ile. Mlinda mlango alicheza kwa uzuri kweli kweli, alikuwa ni Richard Msukwa yule akamkatalia Alexander Erasto, ingekuwa ni mlima mzito ambao anajaribu kuupanda Simba, tambaliziwa kule, Darwesh Darwesh anaweka kwenye mguu wake mzuri wa kushoto, nanyanyulwa kule, lakini mpira unampalia, anaweka vizuri Jacob Lonje, hiyo hapo Darwesh Ahmed, dunda mpira, ulidunda ule, miongoni mwa mipira mibaya sana, ikidunda vile inakuwa ni hatari. Abdul Hazari anaizungusha ndani, nafasi kwa Simba, gonga kichwa inapita kule, bado inarejeshwa na mchezoni. Yes, inarejeshwna safi sana, captain yule Geoffrey Crosso amecheza kwa uzuri kwelikweli. Mlinda mlango alikwisha potea, ikarejeshwa kwenye kamba huku, lakini captain Geoffrey Crosso akaokoa jahazi. Ndio maana ya captain. Haya, ni nafasi kaunta, ataki nyingine ambayo anakwenda kutengeneza huku Simba eekewa kule wekwa Darwish. Mamu anasema ni foul. Darwish Ahmed miongoni mwa nyota hatari sana, wanatumia mguu vizuri sana wa kushoto. Hiyo hapo. Eh, ilikuwa tuondoke ile. Eh, ngoja tuone 1 2 3 katishia adova ingiza ndani kwenda nje kule Goal ni miongoni mwa jaribio zuri lakini haikuzaa matunda off target. Kipimo kilikuwa hakijakaa kwa uzuri. <tipi> ningia nafasi kwa Simba, gonga kichwa kile, kataa kule kona. Iko na nafasi nyingine lakini wakashindwa kuitumia uzuri. Kichwa kizuri lakini pongezi ziende kwa mlinda mlango Jacob Lonje, hiyo hapo, walikwenda kuganda angani. Haya ni nafasi nyingine tena, kuna nafasi ndio kwa Kengold, yes, tandika kule, kataa kule, mlinda mlango Alexander Erasto Seven, nyingine anakwenda kuwaweka salama, ilikuwa ni Popa Mwatondoa. Ngoja tuone hiyo pasi sukari ambayo ilipigwa na Isaya Kajigili lakini umaridadi wa mlinda mlango Alexander Erasto kwa mara heya, kataa kule Okechi. Bila shaka mamuzi nini, amuzi asema hakuna jambo. Ni dhahiri sasa kikosi cha vijana wa Simba kimeonyesha kuchoka. Maji na mafuta, ukiwaweka yatatengana tu. Alfred Mapunda yule, hakuna kitu ma hauna maelewano, vijana hawa. Yusufu Manyinyi nafasi ba kwa Simba kule, kwa KenGold yes! chuma cha pili chuma cha pili la kuvunda alina ubani KenGold, ndio kitanua uongozi. Popa Mwatondoa bao lake la pili katika mashindano haya, akifunga dhidi ya Azam. Hiyo hapo Popa Mwatondoa alichambua mlinda mlango Alexander Rasto, akimwambia sevu hii na hii sasa. Mara baada ya vijana ama safu ya kiungo kufanya makosa na kutoa nafasi, Popa Mwatondoa, haya anapita huku, ndio kapigwa chenga kule, nafasi nyingine ikta kukosa kule, namna gani, amechelewa kijana Isaya Kajigili yule na nafasi ambayo hiyo, hapo hiyo hapo, alichelewa Isaya Kajigili, alipigwa tobo captain Ezekiel Mwalugali, lakini Kajigili Isaya akachelewa. Dakika tisini zimekamilika, KenGold wakiondoka na alama tatu na mabao mawili wakiwaduaza Simba. E, katika mchezo huu, mchezo wa kwanza wakitoka sare, mchezo wa pili wakiupoteza mazima mazima. Full time KenGold mbili, Simba Sports Club sufuri. Mimi ni Juma Kinaanguka, sina la ziada katika dimba la Azam Complex, Chamazi.